Kwenye kusalimiana kwenye maamkizi, kama utamaduni wenu hamna maamkio hayo, sitakuamkia ili kulinda utamaduni wako. Mimi ni Mngoni, nikienda kwetu Songea, mama yangu, bibi akinisalimia, anakaa chini, jambo la kawaida Anapiga goti kukupa kitu, jambo la kawaida, ndio utamaduni wetu. Ukienda baadhi ya mikoa, mfano Kilimanjaro, watakushangaa, kwao si utamaduni wao. Ukienda hata Mwanza kwa Wasukuma, ukimkuta muumini anamsalimia askofu kapiga goti, usimshangae, eh. Dar es Salaam utashangaa, Dar es Salaam tumemezwa na tamaduni za pwani ni nadira kumuona kumwona muumini amepiga goti kumwamkia padre. Lakini ukienda Ruvuma, jambo la kawaida, ndio utamaduni wetu. Kwa papa anapowasalimia makadinali wazungu kwa kuwakumbatia na kuwabusu, kwao ni utamaduni wao. Wa Afrika hatuna huo utamaduni. Kwa papa hana ubaguzi, anaheshimu utamaduni wetu. Mimi ukinibusu, we mwanamume mwenzangu, panachimbika mwenye mamlaka ya kunibusu mimi ni mke wangu, mtoto wangu, baba yangu, mama yangu, kama ananipa busu la baraka. Lakini tu mwanaume mwenzangu wa kawaida tu, hivi unanikumbatia na kunibusu, zinapigwa ngumi za kila rangi, sababu sio utamaduni wetu. Hata papa kosa lake nini? askofu mzungu akiwakumbatia mapadre wazungu wenzake na kuwabusu halafu akaja kwa Afrika akawapatia tu mikono huo sio ubaguzi sisi waafrika utamaduni huo hatuna tuanze kujifunza leo kupigana mabusu kuna watakaoweza kuna watakaoshindwa kwa papa sio mbaguzi bali ni utamaduni huo ulichelewa kuja Afrika wa kusalimiana kwa mabusu Biblia imeruhusu tusalimiane kwa mabusu ila waafrika huo utamaduni hatuna, tunasalimiana kwa kupeana mikono, kupiga goti, kukaa chini, lakini sio kwa kupigana mabusu.